Ikiwa leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Na na karibu sana kwenye tatukavu, tuangalie habari kwa ufupi ambazo zimeandikwa katika magazeti ya leo. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini nipo na mwenzangu erastus Andrew. Habari ya leo salama, tukwema. Sekwema. Vipi? Salama kabisa. Sasa magazeti ambayo tunayo siku hii ya leo tuna gazeti la Uhuru lakini pia tuna gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Wamachinga bila kusahau pia tutakuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa imara na kwa bei nafuu, fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa jamhuri Dodoma, lakini pia wasiana nao zaidi kwa namba za simu 0769771165 ama 076277 moja, moja, tano, tisa. Moja kwa moja tuanze na kavu ya kwanza katika gazeti la Wamachinga nasema kwamba Samia kuliponya taifa asikitishwa na mauaji na vurugu za Oktoba 29 atangaza kuunda tume ya uchunguzi wa matukio hayo. Atoa pole kwa waliopoteza wapendwa wao. Bunge la simama kuwaombea. Atoa msamaha kwa vijana waliokamatwa kwenye vurugu, amtaka DPP kuchuja waliofuata mkumbo, aagiza kuachiwa. Atangaza kuanzisha wizara mpya ya vijana, lengo kufungua fursa zaidi kwa vijana nchini. Asistiza amani kama msingi wa umoja na mshikamano kwa taifa, dhamira ya serikali kuunda tume ya maridhiano na upatanishi, pamoja na kuendeleza mchakato wa katiba mpya. Hayo yote utayapata katika gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Upande wa gazeti la Uhuru, habari inasema ni maridhiano, maagizo matatu kwa Dr. Nchemba. Habari hii inapatikana ukurasa wa tatu wa gazeti la Uhuru. Lakini eh, habari nyingine inasema taasisi za Kiislamu za anika manufaa ya kutunza amani. Kivipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la Uhuru ili uweze kuelewa taarifa hii. Lakini habari nyingine inasema polisi aonya kutumia mitandao kutisha watu habari inapatikana katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Katika gazeti la habari Leo, Samia asikia vilio asamehe, e, atoa msamaha kwa vijana waliokamatwa vurugu uchaguzi mkuu, kuunda wizara ya vijana kuwa na mshauri wao, ikuru maridhiano ya kisiasa kuendelea, atoa mwelekeo wa serikali miaka mitano ijayo, amhadharisha Mwiguru vishawishi vya marafiki, asema nafasi yake aina ndugu jamaa, amsifu Majaliwa kwa mafanikio ya serikali. Hayo yote utayapata zaidi katika gazeti hili hili, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania bado tupo na washirika wetu Kaizari Building Material ambao kwa zaidi ya miaka 30 wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana, na ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kuhudumia. Sasa fika katika ofisi zao, jipatie vifaa vya ujenzi ambazo zinapatikana uwanja wa jamhuri Dodoma. Lakini pia wasiana nao zaidi kwa namba za simu 0769771165 ama 0762771159. Tuangazie sasa upande wa kwenye michezo. Tunaanza na gazeti la Wamachinga. Azam ya pata CEO kutoka Hispania lakini pia rais Samia. Rais Samia, Tanzania kujenga studio ukumbi wa filamu eh, wa kisasa. Taifa Stars kuwavaa Kuwait leo. Simba Yanga katika tambo, katika tambo za waziri mkuu eh, hayo yote utayapata kwa zaidi katika gazeti la Wamachinga upande wa sport Upande wa gazeti la Uhuru kwenye michezo inasema, rais Samia ashusha neema, rais Samia ashusha neema kwa wapenzi burudani. Lakini habari nyingine nasema TRA United yaanza kujifua, Azam FC yamtambulisha mtendaji mkuu. Habari hizi zinapatikana ukurasa wa 23 lakini yanga simba kazi kazi. Habari hii pia inapatikana ukurasa wa 23 wa gazeti la Uhuru. Katika gazeti la habari leo upande wa michezo, serikali kujenga shule za michezo Kamara kukosa makundi Afrika lakini pia Stars kibaruani Misri. E, hayo yote pia e, katika upande wa michezo katika gazeti la habari leo utayapata kwa ukubwa zaidi sawa. Hivyo ndivyo tunahitimisha tatu kavu kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa kutufuatilia toka mwanzo mpaka mwisho, lakini pia kosa kupita katika kurasa zetu za mtandao wa kijamii ukiingia Facebook, TikTok pamoja na Instagram unatupata kwa jina la Open Online Media, lakini pia YouTube tunapatikana kwa YouTube channel ya Open Media House. Kisha una subscribe. Tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako lakini pia hata kwa kuanzisha biashara vifaa vya ujenzi, basi fika katika ofisi zao kwa mazungumzo zaidi kuhusiana na vifaa vya ujenzi. Ofisi zao zinapatikana uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukawapata kwa namba za simu sifuri saba sita tisa saba saba moja moja sita tano ama sifuri saba 0762771159 Mimi ni Yohana Mashauri mwenzangu ni Erastus Andrew endelea kufuatia taarifa mbalimbali kupitia Open Online Media